Shukuru... Saa hizi losi, salama kwema kwema kabisa. Vipi huko kwenu? salama za kwa huko kwako, ah, huko tunamshukuru Mungu, tunaenda vizuri. ongea, mm-hmm. Dozi? Eh, hey, meshamaliza dozi imemaliza japo okay. Ni nusu, si ndio losi? Okay, nasema si maanake unakumbuka kabisa kwamba hiyo ni nusu dozi, eh? Eh. Okay, na vipi unaona mabadiliko diliko gani hadi saa hivi, uh, saa hivi kwa njia ya uh, nani, vile viupele saa hivi hamna, vimeisha viupele, vimeisha aisee, ongea eh? <laughs> <mix>